wananyanyua wananchi Young Africans. Dumbia aliupiga mpira katika njia kama amekosea hivi, Dickson Job akaupolaza tu ndani ya net, umejaa ndani ya wavu. meuchanja mpira pembeni mpaka mzuzwa zuzwa zuzwa kwenye kontrol zuzwa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 Dube Mpumelelo alipitishiwa pasi aliudhibiti mpira, lakini alivyopiga mpira ulikosa target. George Chikoka alijitahidi kunyosha mkono wake na mpira ukaenda zake nje, ni jaribio ambalo alipitishia mpira Dube, naye akaupiga, na hili ndio shuti ambayo lilinyosha kwa guu lake la kulia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 akaiomba akapitishiwa akamchosha golikipa Joji Koka, wate gol wate hit, akili ni mingi mtu wangu, huyu ni Pako Mzuzwa. Vilio vinasikika Lilongwe, vilio vinasikika Blantaya, vilio vinasikika Mzuzu. Ni Pako Mzuzwa, ni Young Africans, ni wananchi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

ilikuwa ni nafasi ya kumaliza kabisa mechi kwa asilimia kubwa, walikuwa wanajua mechi. Ofen Chikola, Lampadi wa Morogoro ame mchezoni akichukua nafasi ya Prince Dube na nyoshwa mpira mrefu na unakwenda nje moja kwa moja. Prince dube amepoa, Pacom Zuzwa, Pacom anautenga katika nafasi. Ofen Chikola, Chikola Ofen Max Zengeli mwenda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 Chikola na Chipala. Chipala ndio mwenye mpira. Charles Chipala ameutenga pembeni, unapitishwa katika njia mwamuzi anaona, changamoto ya kiungwana tu, kandanda iendelee. Aliupata mpira akataka kuupitisha upande wa pili, lakini bench likanyanyuka wakati huo. Clement Mzize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 Na akaomba Na sabu moja kwa moja ya mambo yasiwe mengi bado, ameudhibiti Mwase Nixon. Dakika 90 zimemalizika, Young Africans wamekwenda hatua ya makundi. Full time Young Africans 2 Silver Strikers 0, on aggregate Young Africans mbili, Silver Strikers 1. Mpaka wakati mwingine.